chuo kikuu amepata GPA ya juu kuliko wote na hata kwa graduation yetu kwa chuo kikuu Mlimani pia GPA yake really ilikuwa ni 4.8. Kwa hiyo safari yake yani, is is a unique journey, unique journey of achievement from a herds boy eh, to a graduate. Tuwapongeze pia kwa kuwacha usome, maana angemkatalia, angemwambia achunge ng'ombe tu, akae alinde boma. Kwenye mahafali ya kumi na saba ya Chuo Kishiriki cha Elimu Mkwawa, siku ya juma tano ya tarehe ishirini na sita Novemba 2025 safari yetu ya masomo hapa chuoni ilikuwa njema na mafanikio makubwa, lakini katika safari yetu tukutana na changamoto mbalimbali. Kwa muda mrefu kilio chetu kilikuwa uhaba wa mabweni kwa wanafunzi. Tunaondoka tukiwa na furaha kwa kuwa hatua zilizochukuliwa zinatia moyo. Mabweni matatu yanayoendelea kujengwa yatawasaidia wadogo zetu wanaobaki. Tunaomba jitihada hizo ziendelee ili idadi kubwa ya wanafunzi wapate malazi ndani ya chuo ili kuondokana na changamoto za ukosefu wa utulivu wa kujisomea tunapoishi nje ya chuo. Mheshimiwa mkuu wa chuo, vilevile tunapenda kutumia mahafali haya kuwanasii wanafunzi wenzetu wanaobaki hapa chuoni. Ili waweze kufikia malengo yao, hawana budi kujituma katika masomo, kuendeleza umoja na mshikamano na nidhamu kwa watu wote ndani na nje ya chuo pia tunawashauri kutunza afya zao. UKIMWI ni janga... UKIMWI ni janga la dunia na dawa yake bado haijapatikana. Chuo, tunapokutana katika mahafali kama haya ni fursa ya kutafakari mafanikio tuliyoyapata, changamoto tunazokabiliana nazo na ufumbuzi wake ili kuwa na tija katika siku za usoni. Kwa kipindi cha mwaka mmoja uliopita tangu tulipokutana hapa katika mahafali ya mwaka jana, chuo kimepata mafanikio mbalimbali ambayo ni muhimu kuajilisha baadhi kwa hadhira hii. Kwanza tumefanikiwa katika utekelezaji wa majukumu ya msingi ya chuo ambayo ni kufundisha, kufanya tafiti na kutoa machapisho pamoja na kutoa huduma kwa jamii. Katika ufundishaji, chuo kimetumiza jukumu hili kwa ufanisi mkubwa ambapo wapo hapa leo tukishuhudia maafali haya ni ushahidi wa kufanikiwa kwa utekelezaji wa jukumu hili. Katika ufanyaji wa tafiti unaozaa machapisho, inapenda kutoa taarifa kuwa jukumu hili limetekelezwa kwa ufanisi mkubwa pia. Katika mwaka huu chuo kimekuwa na miradi mipya ya utafiti 11 na kimeendelea kutekeleza miradi 21 ya utafiti iliyokuwa inaendelea na hivyo kufanya jumla ya miradi ya utafiti katika mwaka huu kuwa 32. Aidha, nawaarifu kuwa miradi hii ya utafiti inatatua moja kwa moja changamoto zinazoikabili jamii yani, kwa mfano kuna mradi unaoshughulikia kudhibiti wadudu waharibifu wa zao la nyanya wanaojulikana kama kantangaze ambao kitaalamu wanaitwa tuta absoluta. Kuna mradi wa utafiti unaohusu kukabiliana na wadudu wanaoathiri zao la mahindi. Kuna mradi wa utafiti unaohusu namna ya kukabiliana na athari za uraibu wa matumizi ya mitandao ya kijamii kwa wanafunzi wa, wa vyuo, na kuna miradi ya utafiti inayohusu namna mbalimbali za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Aidha, kutokana na miradi hiyo ya utafiti tumeshuhudia kuongezeka kwa machapisho katika majarida mbalimbali ya kimataifa. Katika mwaka huu, wanataaluma wa chuo wamefanikiwa kuchapisha jumla ya machapisho 159 sawa na asilimia 265 ya lengo lililowekwa katika mpango mkakati. wa mkakati moto ya uhaba wa fedha kwa ajili ya ujenzi wa shule za mazoezi zitakazotumika kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo, tafiti na kuongeza mapato kwa chuo, mchakato wa uchangishaji wa wadau unaendelea vizuri ukiratibiwa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Na kwa dhati kabisa, tunawashukuru sana mfuko wa pensheni kwa watumishi wa umma PSSF, mamlaka ya mapato Tanzania mkoa wa Iringa TRA, mamlaka ya mawasiliano Tanzania TTCL, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa PCCB, Tarua na Iruasa kwa kuanza kuchangia fedha katika mradi um, huo wa ujenzi wa shule ni imani ya chuo kuwa lengo la kukusanya shilingi bilioni tatu kwa ajili hiyo litafikiwa kwa wakati. Chuo kinaendelea kukushukuru sana, mheshimiwa mkuu wa chuo, kwa jinsi ambavyo umeendelea kutoa maelekezo na usaidizi wa namna ya kustatua changamoto mbalimbali zinazokikabili chuo hiki. Ni kutokana na maelekezo na usaidizi wako tumeweza kufikia mafanikio tuliyoyabainisha leo hii. Kwa niaba ya management na jumuiya ya chuo tunakushukuru sana. Ninaamini mafanikio tuliyoyapata na changamoto zinazotukabili Inayo heshima sasa kuzungumzia kwa kifupi wahitimu wetu wa mahafali haya ya 17 ya Chuo Kishiriki cha Elimu Mkwawa. Wahitimu waliopo mbele yako ni wa degree za ngazi ya umahiri yaani masters, na degree za awali bachelors. Katika mahafali haya tunao jumla ya wahitimu 1625 wa, wa digrii za awali ambapo wa kiume ni 835 sawa na asilimia 51.4 na wa kike ni 790 sawa na 48.6. Mchanganuo, mheshimiwa mkuu wa chuo, umewasilishwa katika jedwali katika uh, hotuba hiyo. Ose maluni. Pia msiwe mashuhuri dileshi. Elimu mliyoipata muusaika nyenzo ya kujifunza masuala mapya na kufanya kazi kwa bidii ili kupata tija. Epukeni kulalamika badala ya kutafuta ufumbuzi wa changamoto zinazowakabili. Hapa chuoni mmefundishwa kwa wastahimilivu, wavumilivu na wanyenyekevu katika kutafuta au u kudai stahiki zenu, nendeni mkawe hivyo. Pia katika jamii mwe wavumilivu kwa wenzenu wenye mawazo tofauti na nyie, na mtoe mawazo mbadala kwa lugha ya saha na kwa njia inayokubalika mkijiepusha na vitendo vya vurugu na kuhatarisha amani yetu iliyojengwa kwa gharama kubwa. Pia mkawe mabalozi balozi wazuri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa.